Waliufrisuu bidhafihim na ili waonekane kwa udhaifu wao. Ile swala watu wanakwenda katika hali ya kuonyesha udhaifu kwamba wao ni madhaifu, wavae mavazi ya kawaida, wala wasivae mavazi ya kupita mipaka katika kuonyesha udhaifu, mavazi ya kawaida, lakini pia sio sio sawa kuvaa mavazi ya bei kubwa ya kifahari kupitiliza, aiendani na na jambo hili. Maulamaa wanasema watu wataonekana wadhihiri katika hali fulani ya kuonyesha udhaifu mbele ya Mola wao, waajzuhum amama Allah ta'ala, na kuonyesha kule kushindwa kwao mbele ya Allah, kuonyesha kwamba wao wamefeli, hawana zaidi ya kumkimbilia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, madina Ma yadal iftiqari ifti hali ya kuwa hali ya kunyoosha mikono yao kuonyesha uhitaji wa dhuli na kuonyesha udhalili wao kwa watu, wanatoka katika hali ya kuonyesha kwamba wao ni madhalili, wao ni madhaifu, hawana cha kufanya. Na ndivyo ilivyo mwanadamu, atakana awe hivyo. Basi tu akipata neema huwa anajisahau akajiona kwamba yeye hakuna chochote cha kuambiwa, mambo yote anayaweza. Lakini Allah akizuia mvua utafanya nini? Utasema mi sio mkulima. Eh, wewe sio mkulima, lakini unanunua kwa wakulima ndo unakula. Hainyeshi sasa hayo mahela yako kaapike uyale, chukua mefukumikumi yako ya katekate kama chainizi ule, hakuna mvua. Kwa hiyo ni jambo la kumnyenyekea Allah. Allah anaweza akaizuia mvua tu. Basi kila asubuhi mkiamka, mnaangalia juu, hakuna kitu. Sasa takuaje? Subirini, hakuna kitu, hakuna chochote naweza kufanya. Na ndio maana Allah anauliza katika baadhi ya aya, ili mnaonaje, siku moja mkaamka asubuhi mkakuta mito yote imekauka na maziwa na bahari na visima vyote vimekauka famai yathikum bimain, ni nani mwingine atakuleteeni maji? Hakuna maji. Kwani watu wanaweza wakamaliza siku ngapi hawajanywa maji, ili uone udhaifu wa mwanadamu. Yani wewe unaweza kukaa siku ngapi hujanywa maji na huko hai? Lakini kwa kuwa watu wamezoea maji yapo tu, mabahari, mamito na kadha, ndo watu wamejisahau tuona maji yapo ndio, inafikia hatua sasa wanachukua hayo maji wanakorogia pombe. Angalia walivyo walivyojisahau, hayo hayo maji wanachukua wanakorogia pombe na ku, wengine wanalimia bangi, afanya umwagiliaji wa bangi, maji ambayo Allah ana uwezo wa kuyazuia, alafu watu wakabaki hawana pa kwenda. Hayo mateknolojia yenu yote mkayakusanya, leteni mvua na teknolojia zenu. Kwa hiyo maadina yadal iftiqari, hali ya kuwa ni wenye kunyosha mikono ya kuonyesha uhitaji wa dhuli na kuonyesha udhalili. Kama wanadamu akishashiba, ndo huwa yale mawazo sasa ya uovu yanamjia lakini akiwa na njaa, ni dhaifu, ni mm, kum, kum na njaa mwanadamu ni dhaifu ni mnyenyekevu, unaweza kumdhalilisha unavyotaka, ili mradi tu kwamba wewe chakula ndo unacho yeye ana njaa eh, unaweza kumwambia kaa chini, akakaa, simama akasimama, hayaruka kichura, kwa kuwa anajua akimaliza atakula. <gulit Area> akiwa na njaa mwanadamu hanaga akishashiba ndio, utamwona anaanza kujitutumua sasa, nini nini, wewe wewe, vipi bwana, utaniambia nini hiyo? <laughs> ni baada ya kushiba, hakuna maneno hayo. Mtu akiwa na njaa, dhaifu kabisa. <coughs> Ndio maana wale wanaoitawala dunia wanafahamu Ukitaka kuwatawala watu kirahisi, na hii ndio mifumo ya kimagharibi dictatorship hizi na demokrasia. Ukitaka kuwatawala watu kiurahisi, shika zile njia za wao kupata riziki. Umezishika wewe, utawatumikisha unapotaka, hawana cha kufanya. Kwa hiyo unawafanyisha kazi, alafu nawagaia mwisho wa mwezi, sio katikati ya mwezi, posho. Wanafanya kazi usiku na mchana, wewe zile riziki zao umezishikilia, unawapa kidogo kidogo. Kiwapa sana, watakuasi. Unawapa kidogo kidogo, ndo ilivyo katika, yani zile sayansi za kuutawala ulimwengu. Wale matajiri wakubwa wa, wa madikteta wale wanashika zile njia, nyanja za uchumi zimeshikiliwa, matibabu, sekta ya matibabu si sekta ya nini, zimekamatwa na baadhi ya watu ko riziki zenu ziko kwao, koo mtakwenda mtapiga magoti mtalimishwa mtafanyishwa kazi hivi na hivi, halafu mnapewa kidogo kidogo, nyinyi mtatawalwa miaka yote. Watia watu njaa, watia njaa, halasi watakuwa chini yako, hawana namna. Na ndio maana pia mababa kwenye familia zao kwa kuwa wao ndio wanaotoa chakula wananyenyekewa na nani? Na familia zao mwanamke watoto wanakunyenyekea na kukuheshimu kwa sababu kula yao inapitia kwa nani? Yaani yale mabomba yao ya riziki umeyakamata wewe, riziki yao inapitia kwako, ndio wanakuwa wanaheshima, waweza kumtia makofi kimya. <laughs> Na ndio maana Uislamu kasema, rijalu qawwamuna ala nisa. Watu waliofeli waangalieni, waulizeni, watu walioa wanawake ambao wana njia zao za uchumi, wanaishije msoto wanaopitia kwamba mwanamke pesa anazo yeye mwenyewe, ni mfanyakazi, ana mshahara wake, hakuna heshima. Atakuheshimu ili wewe? anajinunulia vitu vyake, kwa ni kawaida tu, ni mtu tu wa kawaida. Sasa katoka, nilikuwa kazini, hana ha, haja ya kukuomba ruhusa ili iwe. Lakini mwanamke anapokuwa chini yako, ile qawamuna, wanaieleza maulama kwa sababu pale ilikuwa na uwezo wa kusema arrijalu qaimuna ala nisa ndio fi'ili ya kawaida lakini, kaja qawwamuna, swigha ya mubalagha kwa tashdid. Qaimuna kwa maana wanaume ni wasimamizi wa wanawake, usimamizi wa kawaida. Hapo inawezekana kufanyika istithna baadhi ya vitu ukisema qaimuna. Ukisema qawwamuna, maanayake ni wasimamizi wa wanawake kwenye nyanja zote, kwenye kila kitu, hakuna istithna. Kwa mwanamke atasimamiwa kwenye kila kitu, mpaka kununua nguo ya ndani, kamulia wewe, kiwembeasiwa na hela hata ya kununua kiwembe, akuombe wewe, nimeishiwa kiwembe. Huyo ndio utamtawala kwa asilimia mia moja, ndio hiyo qawamuna. Lakini mtu tu anaona gari yake na yeye ana gari yake. Aa, hapo una mke, una jamaa yako <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.